imagines that anaweza kuvunja chama cha ODM yeye, yeah, ndio tutamfukuza my friend, na ahame chama, kitabaki tuelewane. Namna hiyo, ukijaribu kugawanya chama, ukijaribu kuvunja chama, wewe ndio utafanya nini? Utahama atafanya nini? atafanya nini? the party will be here to do what? to stay Baba, katika mazishi yako, ni mazishi ambayo kwamba ni ya maajabu. Hata maadui zako sote tunashtuka na tunashtuka yakwa, leo wanatoka machozi na tunajiuliza yakwa, ilikuwa ni machozi ya ukweli ama ni machozi ya uongo? Baba, nakupatia uhakikisho hivi sasa hivi, hatukukusaliti wakati uko hai na hatutakusaliti wakati umefariki. Mambo mawili yatatendeka katika hii Kenya, na kuonesha nguvu zetu. Hii by elections zinazokuja, sote hapa tutaingia mashinani kuhakikisha tumeshinda by elections zile ambazo kwamba zilioko katika maeneo ya Kasipul, maeneo ya Ugenya, maeneo ya Magarini. Watu watajitokeza kwa heshima yako baba, na kila mmoja hapa atatoka na kuweza kuhakikisha ataweza kuinua uso wako, ili ikifika mwaka elfu mbili ishirini na saba, baba, mambo ni mawili. Umetufunza ya kuwa kuna njia nyingi ya kuwa kanga. Tunasema hivi, mwaka elfu mbili ishirini na saba hatukae katika upinzani. Mwaka elfu mbili ishirini na saba. We will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura. Septemba, we are either in government or we are government. Joey! Joey! Joey! COCO FM, ladha ya Pwani.